Nawaaswa kulinda rasilimali za taifa na katika michezo na burudani, timu ya Bajitu FC yatinga hatua ya fainali kwa kishindo mashindano ya Media Day. Uhali gani, mtazamaji wa UoI Digital popote pale ulipo, karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Anu Msele. Taarifa hii ya habari unaweza ukaipata katika YouTube channel na Instagram at @uidigital. Naibu Waziri wa Uchukuzi David Henzile amewasihi vijana kujua na kuzilinda rasilimali za taifa, kwani wao ndio nguvu ya taifa. Mwana habari wetu Glory Mbazu ana undani wa taarifa hii. Amesema hayo katika kongamano la tafakuli ya wasomi ya miaka minne ya Rais Samia Suluhu Hassan mkoani Iringa, katika chuo kikuu cha Mkwawa, katika ukumbi wa CDF. Amesema vijana wao kama wasomi wanatakiwa kujua nchi yao imebarikiwa utajiri kiasi gani, ili waweze kutembea kifua mbele na kuwa sehemu ya kulinda rasilimali za taifa. Hapa. Ujue nchi yako vizuri, ujue nchi yako imejaliwa utajiri wa kiasi gani, utendeke kwa mbele, uwe sehemu ya kulinda pia. Wasiwe vijana goigoi na wasiwe vijana wasiojua kitu, kwani watakuja watu kutoka nje, na wakigundua vijana hawana upeo na hawajui mafanikio yao, watabeba mafanikio yao na watawatawala. Pia wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati mkoani Iringa wamesema kupitia kongamano la tafakuri ya wasomi ya miaka minne ya Rais Samia Suluhu Hassan, wao kama wasomi, jambo muhimu walilojifunza katika kongamano hilo la mama asemewe, wamejifunza kuunganisha jamii ya Tanzania. Kupitia 4R's za mama Samia Suluhu Hassan, zimekuwa zikitenda kazi kwa ukubwa zaidi, na mataifa mengi yamejifunza kutoka Tanzania, hivyo wao kama wasomi watasimama kumsemea mama katika maeneo mbalimbali. Kitu kikubwa sana ambacho ni kuorganize jamii nzima ya Kitanzania, zingatia zile 4R za Samia ambazo wamekuwa zikizungumzia zimekuwa practiced ndani ya miaka minne kwa ukubwa sana, ambapo ukiangalia kwenye mataifa mengine mengi ya nje yamekuja kujifunza kwetu. Mataifa mengi Afrika yanamsifia. Tunatakiwa yani sisi kama vijana ndio tuwe chachu ya yani, maendeleo ya, ya kufanya maendeleo katika taifa letu. Haya ni baadhi ya maoni ya wanachuo wa vyuo vikuu vya Iringa katika kongamano la miaka minne ya Daktari Samia. Kama msomi unatakiwa kujua ni mambo gani yanayofanyika katika nchi yako na yapi yameshatekelezwa. Kutoka hapa kikuu cha Mkwao ni mimi Goiambazu wa UoI Digital. Mwenyekiti wa UVCCM almashauri ya manispaa ya Iringa, Comrade Shalom Robert, amewahimiza vijana kujitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Mwanahabari wetu Isaac Basi anatujuza zaidi. Mwenyekiti wa UVCCM wa halimashauri ya manispaa ya Iringa, Comrade Shalom Robert, amewahimiza vijana kujitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura kwani taifa linawategemea vijana kwa ajili ya kuleta mabadiliko chanya katika taifa. Ameyasema hayo akiwa katika mkutano mkuu wa UVCCM tawi la chuo kikuu cha Iringa uliofanyika siku ya Jumamosi katika ofisi ya CCM kata ya Kiesa katika Naomba nijumuishe pia kwenye swala zima na kwenda kushiriki vyema kwenye uchaguzi. Tujitokeze kwa wingi kwenda kushiriki uchaguzi huu, lakini pia tujitokeze kwa wingi kwenda kuchukua fomu za kugombea. Vijana tusio wasindikizaji, twendeni sasa na sisi tukagombee. Mwisho wa siku tuweze kuongoza kwenye ile eneo ambalo sisi tutatamani kwenda kuongoza. Vijana wa CCM wamepikika wameiva na wako tayari kulitumikia taifa la Tanzania. Aiza amesema kuwa kila mtu ana haki ya kuchagua na kuchaguliwa, hivyo amewasihi vijana kwenda kuchukua fomu na kuwania ngazi mbalimbali za uongozi mara ifikapo muda wa uchaguzi mkuu Swala, kujaza na kwenda kutia nia ni swala lako wewe, lakini swala la jina kurudi hilo ni mzigo wa kawaida mwenyewe, kama nilivyosema kwenda kwa, hey! hey! kwa sababu mwenye kiti wenzonimia mmoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi comradi kawaida ameshasema kwamba ninyi endeni, mimi swala la kurudisha majina mniachenie. Vijana hakuna sababu ya kuogopa kwenda. Nao baadhi ya vijana waliohudhuria mkutano huo wametoa maoni tofauti tofauti kuhusiana na kauli hiyo aliyosema mgeni rasmi. Aa, nimepokea jambo zuri ambalo ametutia moyo mheshimiwa mgeni rasmi, tushauri kwamba tuna haki, mimi nasoma sheria kwao, tuna haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Kwa hiyo katutia moyo kwamba sisi kama vijana UVCCM tunayo nguvu ya kwenda kuchagua ya kuchaguliwa, tunaweza tukachukua form na tukafanya vitu vikubwa. Kwa hiyo nashukuru sana kwa neno zuri ambalo ametupa mgeni rasmi kwamba amemiza vijana kwenda kushiriki katika uchaguzi ambao unakuja wa serikali kuu, kubwa ni jambo la kizalendo, jambo ambalo wanafunzi na wananchi kwa ujumla tunafurahia kwa sababu linaenda kutuletea maendeleo. Na ambaye kwa manufaa hayo na hayo ni baadhi ya maoni ya yaliyotolewa na baadhi ya vijana ambao wamefika katika mkutano huu nikiripoti kutoka hapa ofisi za CCM kata Kesu. Mimi ni Isaac Abasi wa UoI. Taarifa yake Isaac Abasi, na tukamilishia habari za kitaifa, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na burudani.

mchezo wa mashindano ya Media Day uliowakutanisha timu ya baji 2, FC pamoja na timu ya baji 1 FC ambayo idara ya habari Chuo Kikuu cha Iringa umefanyika katika viwanja vya Kigonzile na kumalizika kwa timu ya baji 2 kuibuka na ushindi wa bao sita kwa tatu baada ya mchezo, manahodha wa pande zote mbili pamoja na makocha wa timu hizo wamekuwa na maoni tofauti tofauti juu ya matokeo ya mchezo huo. Mechi ngumu kati ya Bajiwani na, tulikuwa hatuna wachezaji wawili muhimu wa kwenye kikosi cha kwanza, na pia mmoja wa wachezaji walikuwa ni majeruhi, amelazimika kucheza mchezo. Maana imekuwa ngumu sana kuweza kushinda mchezo ssalmaachangamoto katika baadhi ya wachezaji walikuwa wamekwisha tamaa, kwa hiyo hawakuweza kufika uwanjani. Hasa ukiangalia tumecheza kwa nguvu, lakini tunamshukuru Mungu tumepata matokeo hayo. Tutaenda kufanya kazi, tutakaa tujadiliane na timu yangu ili

waliruhusu magoli mengi ya kujaribu kuwasawazisha goli mbili na kuongeza goli la tatu. Wachezaji wengi tulionao ni hawana ya mashindano makubwa. Kwa hiyo naona hiyo ni moja changamoto, baadhi ya maamuzi. Mfano ile goli ile pale, kuna kona imepigwa pale tumeona imefungwa na haikuwa offside. Na haya ndio Ni Davina Mafela wa UoI Digital. Mtazamaji wa UoI Digital, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tujifunze lugha adhimu ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo unaoletwa kwako na Telesia Chalamila. Mtazamaji wa UoI Digital, Kiswahili so kina maneno mengi sana, na yawezekana kuna maneno unayatumia na haujui maana yake, lakini leo nimekuja na msamiati kijungu. Je, unaelewa nini juu ya msamiati kijungu? Ungana nami Telesia Shalamila ili uweze kujifunza mengi zaidi. Mtazamaji umekwenda kuwasikia wanafunzi mbalimbali kutoka ndani ya chuo cha Iringa, wamekwenda kueleza wanaelewa nini juu ya msamiati la hasha. Hata wewe mtazamaji, inawezekana hauelewi msamiati kijungu. Nisikuchoshe, acha nikupe maana halisi ya msamiati kijungu: ni chakula ambacho wanapenda kupika mtoto, wakati najifunza nami nakuacha naema kidijitali. nami nakuacha nantesi, inayosema watoto wengi wanapenda kupika vijungu, na hii ndo halisi ya msamiati kijungu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kukuandamana nasi toka mwanzo hadi mwisho. Nikutakia usiku mwema, panapo majali watukutane siku ya kesho. Ulikuwa nami Angel Msele. Ala msik.